Kikundi cha waangalizi wa uchaguzi ELOG kimenyooshea kidole cha lawama maafisa wa IEBC kwa kukosa kuwachukulia hatua wagombeaji waliojihusisha na uvunjaji wa taratibu za uchaguzi. Pia wamewakashifu maafisa wa serikali waliotumika katika uchaguzi huo wakisema ni kinyume cha sheria. Katika ripoti yao ya mwisho kuhusiana na chaguzi ndogo zilizokamilika, ELOG imetaja kuwepo ghasia, kuhongwa kwa wapiga kura, huku fujo zikitumika maeneo mengine kuwaogofya wapiga kura na ukiukaji wa usiri, siri ya kura katika vitu, vituo, asilimia 15 uh, nukta mbili kupitia uh, uh, wapiga kura ambao walikuwa wanapiga picha za zile uh, zile ballots ambazo walikuwa nazo um, na hiyo ilikiuka kanuni ambazo tuko nazo za kusema kwamba uh, uh, uchaguzi wetu unafaa kuwa wasiri. Pia kulikuwa na kiwango cha juu sana cha wale ambao walikuwa wanasaidiwa kupiga kura asilimia sitini na tano ya zile vituo zikienda, ambapo watu walikuwa wanasaidiwa kupiga kura. Hii ni changamoto uh, kubwa kwenye uchaguzi wetu, na, na pia hii ni njia moja ambayo inaweza tumika uh, uh, kusaidia ama kwa, ama, kwa, ama, kwa, ama kufichua siri ambayo mpiga kura uh, uh, uh, ya, ya uchaguzi wake in terms of alichagua nani . Na watu ambao wasiokuwa na idhini pia waliruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupiga kura, wakiwemo hawa wababe wa siasa. Wengi wao walikuwa wale wababe wa siasa ambao hawakuwa na zile badge accreditation ya IEBC na hawakudhibitiwa uh, wasiingie kwenye vituo. Wengine pia tuliona pia kwa kituo kimoja kule Kariobangi North, tuliona pia maafisa wa DCI ambao hawakuwa wanaweza kutambuliwa, hawakuwa wamevalia uh, uh, uh, sare zao za kirasmi nalo kundi la kutetea